Baada ya chama cha demokrasia maendele na maendeleo Chadema kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa hakitakuwa miongoni mwa vyama vitakavyoshiriki uchaguzi wa Oktoba 2025, yameibuka mengi, miongoni mwa hayo ni kundi la G55. Hatua ya Chadema kuondolewa katika orodha ya vyama vitakavyoshiriki uchaguzi mwaka huu kwa kushindwa kutia saini kanuni za maadili za Tume ya Taifa uchaguzi ya uchaguzi, maana yake kundi hilo la G55 rasmi limefutika katika harakati za kutaka kuzuia kauli mbiu ya no reforms, no reforms no election, kutokana na kwa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 Aidha, Heche amesema kama wanachama wake wanaotaka mambo yaende ni lazima wawe na nidhamu ambayo itawawezesha kufika kutokana na mikakati yaliyojiwekea katika mkutano mkuu wa taifa wa chama hicho. Nyumba isiyo na nidhamu haiwezi kufanya mapambano magumu tuliyo nayo mbele yetu. Tuna mapambano ambayo tukicheza tutauawa wote, na tukiruhusu miongoni mwetu watu wasiokuwa na nidhamu, wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wa kweli watakuwa sehemu ya kutuumiza. Tutasimamia nidhamu bila kumwonea mtu wala bila kumwogopa mtu. Ndio hulka yetu. Tutataka watu ambao wanajua kweli wanawiwa kupigania maisha ya watoto wao wasije kuishi maisha mabaya kama wao walioishi. Hebu fikiria hivi nyewe, watu wa Kiera hapa, mnaziwa Nyasa, wakulima wenu wanachohitaji maji yatoke ziwani yawafikie kwenye mashamba. Mpunga ni siku tisini. Msingekuwa mnasubiri mvua ya Mungu, mlime, ungekuwa unavuna, unapanda, siku tisini umevuna, umepanda, siku tisini umevuna. Ile faida unayoipata kwa msimu mara moja kwa mwaka, ungeipata mara nne kwa mwaka. Kama tungekuwa na serikali inayojitambua tusingekuwa hapa tulipo. Si tunaagiza mchere kutoka Pakistan? Lakini kokote ukienda dunia hii wanakuambia nahitaji mchele wa Kiera. Leo Kiera ingekuwa ni nchi ambayo inauza mchele duniani kuliko sehemu nyingine yoyote. Hatuna uongozi wa kuwabadilishia maisha. Hiki chama kitawabadilishia ni maisha, tunahitaji kukiia, tunahitaji kukipigania. Najua miongoni mwenu kuna watu wengi wanapigania hiki chama kama sisi wengine tunavyojitolea, tunarara barabarani, tunaendesha magari yetu binafsi, tunatumia mafuta yetu tunaombaomba ili tuwafikie na nyiye mnajipanga mnajipigania mna kodi kumbi mna kodi vyombo. Tuwe na nidhamu katika kupigania chama hiki. Kwa kauli hiyo, inafahamika kwamba kundi la G55 ambalo tangu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antiphas Lissu achaguliwe limekuwa likipinga kuhusu kuzuia uchaguzi kwa kile lilichodai kuwa ni kinyume na utaratibu wa nchi. Heche amesisitiza kuwa tume ya taifa ya uchaguzi haina maadili, iweje waweke saini zao katika kile anachodai kuwa ni kubariki uovu na ukandamizaji wanaofanyiwa vyama vya upinzani hapa nchini. Hao wanaoiba uchaguzi ni maadili yao? Hao wanaozuia mawakala wa Chadema wana maadili yao? Hao wanaoondoa mtu mwenye degree mbili wanamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu wanapitisha mtu wa sisi ya darasa saba eti anajua kusoma na kuandika, wana maadili yao? Wamemwondoa huyu kijana wakili wa mahakama kuu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 The struggle continues, no turning back. <laughs> Mbali na hilo amesema serikali awamu ya sita iliyopo mikononi mwa Rais Samia Sulu Hassan inapaswa kujiangalia kuhusu swala Tundulisu, kwani kwa sasa wamejipanga vilivyo. Vita hii bado mbichi sana, wasijidanganye. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko, hauko <laughs> Na, na, na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia, kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi ujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamuweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya kumi na nne, wanasema wana ushahidi asilimia sitini. Kwa nini, wakati tume uliyoiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi? Pia makamu mwenyekiti huyo amesema hata kama yeye akikamatwa au kuuawa na watu wanaotaka Watanzania waendelee kunyanyaswa, waliopo nje waendeleze mapambano kama raia wa Afrika Kusini walivyofanya na hatimaye kupata taifa huru. Sasa nataka niseme mbele yenu, mimi ambaye nimebaki na simamia chama hiki, sitarudi nyuma. Tunasonga mbele. <laughs> Kama walifikiri kwamba wakimkamata Lisu tutakwenda kuomboleza Lisu atakaa ndani, sisi wengine tutasonga mbele. Wakinikamata mimi, wengine mtakaobaki nje msonge mbele. Wakitupiga risasi, watakaobaki nje wasonge mbele, na hawataweza kuiua CHADEMA. Na kuanzia sasa mambo, barua zao za hovyo hovyo ambazo hazina msingi, za kiuonevu, hatutazijibu. Wakitaka waifute Chadema kama wana nguvu hizo, tunaelewana vizuri yeah. ANC ilifutwa kabisa na makaburu wa Afrika Kusini kwa miaka ishirini na saba. Ulikuwa huruhusiwi kutamka neno ANC, lakini ANC haikufa kwenye mioyo ya watu wa Afrika Kusini. Chadema haitakufa kwa sababu msajili anaifuta au usi, wanapiga mtu risasi au wanamuweka mtu ndani. Chadema ni imani ya wananchi, kwamba ni alama ya ukombozi, ni alama ya maisha bora. Hayo yanajiri ikiwa ni siku chache baada ya mwenyekiti wa Chadema tundu Lisu kusomewa mashtaka ya uhaini kinyume na kifungu cha thelathini na kenda cha pili de cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 mbele ya hakimu mkazi mkuu mfawidhi Franco Kiswaga na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga, kuwa Lisu kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa kifungu hicho cha thelathini na kenda cha pili de cha sheria ya kanuni ya adhabu, mtu yeyote atakayepatikana na hatia atawajibika kwa adhabu ya kifo. Akizungumzia suala hilo la kesi ya uhaini, Heche amesema mpaka sasa Lisu yupo mahabusu kwa sababu kosa hilo kisheria halina dhamana na atarudishwa kortini Aprili 24, 2025. Lisu amekamatwa actually, kabla ya Lisu Rais Samia aliatemti kumpa mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe kesi ya ugaidi ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa. Una binadamu mwenzako ambaye hujamuumba wewe, unajua kutoka moyoni kwamba hana kosa Unampa kesi ya ugaidi ya uongo ili umnyonge mpaka afe, kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya vyama vingi ambavyo nyewe wenyewe mlivyanzisha ili tushindane. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumsifia rais Samia, tuko hapa kushindana naye, tushinde dola, tuweke sera zetu. Kwa sababu yeye yuko kwenye madaraka, anatumia vyombo vya dola kutufungulia kesi ya uongo ili tukihukumiwa tunyongwe mpaka kufa leo mwenyekiti wetu mwingine chini ya kipindi cha miaka mitatu ya rais samia amefunguliwa kesi ya uhaini treason hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa rais samia anataka Lissu anyongwe mpaka afe mtu ambaye alipigwa risasi kumi na sita mungu akamsimamisha Leo wanamfungulia kesi ya uongo. Ukisoma charge sheet ni charge sheet ya kijinga, ni bogus charge sheet. Wanataka Lisu wamhukumu, wamuue. Hawa watu tutasemaje? Sio watu walio attempt kumpiga risasi 16 wakati ule? Tutasemaje kama leo wanataka wamhukumu, wamuue? Mawakili 200 nchini wakiongozwa na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Nshala Lugemeleza wameandaliwa kwa ajili ya kumtetea Lisu katika makosa anayodaiwa kuwa ameyatenda, huku nje ya nchi akiongoza Robert Amsterdam wa Uingereza. Kwa upande wake, msajili wa vyama vya siasa nchini akiwa jijini Dodoma, jaji Francis Mutungi amesema operesheni ya Chadema ya no reforms no election haijavunja sheria ya vyama vya siasa, huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu wa ishirini ishirini na tano uko pale pale. Jaji Mutungi amesisitiza kuwa hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi, kwani chombo pekee kinachoweza kuzuia uchaguzi ni mahakama, na kwamba mpaka sasa hajasikia Chadema kama wamekwenda mahakamani kupinga uchaguzi.